DW. Habari za Ulimwengu. Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako mchana huu ni mimi Jacob Safari. Tetemeko la ardhi Taiwan la waua watu saba na kuwajeruhi 700. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francis asikitishwa na vifo vya wafanyakazi wa misaada Gaza. Na mawaziri wa mambo ya nje wa NATO wajadili msaada kwa Ukraine. Habari kamili. Taipei. Tetemeko kubwa zaidi la ardhi kuwahi kuikumba Taiwan katika kipindi cha kama miongo miwili na nusu leo limesababisha vifo vya watu saba na kuwajeruhi wengine zaidi ya mia saba huku wengine sabini na saba wakiripotiwa kunaswa katika majengo yaliyoporomoka. Ripoti zinaarifu kwamba waokoaji wanatumia ngazi kuwaokoa wa watu na kuwapeleka maeneo salama. Picha za televisheni zinaonyesha majengo yaliyopinda katika kaunti ya mashariki ya Hualien yenye milima na idadi ndogo ya watu, karibu na chimbuko la tetemeko hilo lililokuwa na ukubwa wa 7.2 katika vipimo vya Richter. Tetemeko hilo limetokea wakati watu walipokuwa wakielekea makazini na wanafunzi shuleni, na kusababisha tahadhari ya tsunami kutolewa katika pwani za kusini mwa Japan na Ufilipino tahadhari hiyo iliondolewa baadaye. Gaza. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis leo ameelezea kusikitishwa kwake na vifo vya wafanyakazi saba wa mashirika ya kutoa wa misaada waliowawa na mashambulizi ya Israel walipokuwa katika harakati za kuwasilisha misaada huko Gaza. Akizungumza wakati wa hotuba yake ya kila wiki, Baba Mtakatifu mwenye umri wa miaka 87 amesema anaziombea familia za wafanyakazi hao na kutoa wito wa njia za uwasilishwaji misaada kwa watu wa Gaza kufunguliwa tena na kuachiwa kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas. Wito huu wa Papa Francis unakuja wakati ambapo waziri mkuu wa Poland Donald Tusk amesema leo kuwa shambulizi hilo la Israel limevuruga mahusiano ya nchi hizo mbili na kwamba Israel inauweka uungwaji mkono wa Poland kwake katika mtihani mkubwa haya yanayofanyika wakati ambapo wizara ya afya ya Gaza inayoendeshwa na kundi la Hamas imesema kufikia sasa Wapalestina karibu 33 elfu wameuawa kutokana na mashambulizi ya Israel. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn, Brussels. Mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa 32 wanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO wanakutana mjini Brussels leo kujadili uungaji mkono wa Ukraine pamoja na mustakabali wa uhusiano wa jumuiya hiyo na Urusi. Lengo la kikao hicho kilichopendekezwa na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg ni kuhakikisha kwamba jumuiya hiyo si tegemezi kwa Marekani linapokuja swala la msaada kwa Ukraine. Wanadiplomasia kadhaa wamedokeza kwamba kitita cha dola bilioni 108 kama msaada utakaotolewa kwa Ukraine katika kipindi cha miaka mitano ijayo kitajadiliwa. Sehemu ya pili ya mpango wa jumuiya hiyo kuongeza uungwaji mkono wa muda mrefu kwa Ukraine inajumuisha mpango mpya wa NATO wa kushirikisha uwasilishwaji wa misaada kijeshi na mafunzo kwa jeshi la Ukraine. Mahakama ya Katiba nchini Uganda leo imelikataa ombi la kuipindua sheria yenye utata ya kupinga mapenzi ya jinsia moja inayochukuliwa kama mojawapo ya sheria kali zaidi duniani. Akisoma uamuzi huo, hakimu Richard Butera ambaye pia ni naibu jaji mkuu wa Uganda na mkuu wa mahakama hiyo ya Katiba amesema sheria hiyo haitofutiliwa mbali na kutatolewa agizo la kupinga utekelezaji wake. Sheria hiyo ilipitishwa Mei mwaka jana na kusababisha ghadhabu miongoni mwa jamii ya wapenzi wa jinsia moja, wanaharakati wa kutetea haki za binadamu, Umoja wa Mataifa na mataifa ya magharibi. Sheria hiyo inatoa adhabu ya hadi kifungo cha maisha kwa watu walio katika mahusiano ya jinsia moja na ina vipengee vinavyofanya ushoga kuwa kosa linaloweza kuadhibiwa kwa, kwa adhabu ya kifo serikali ya rais Yoweri museveni imeitetea sheria hiyo ikidai mataifa ya magharibi yanayoshinikiza afrika ikubali mapenzi ya jinsia moja na hatimaye moscow afisi ya mwendesha mashtaka nchini urusi imesema imeyaandikia ya mataifa ya magharibi ikiyataka ya heshimu majukumu ya, ya kimataifa kwa ajili ya kupatikana haki wakati wanapochunguza milipuko iliyotokea katika mabomba ya gesi ya Nord Stream na vitendo vya kigaidi nchini urusi Mwendesha mashtaka mkuu huyo amesema wamezituma baru, wame barua hizo kwa Cyprus, Ufaransa, Ujerumani na Marekani baada ya wabunge wa Urusi kuitisha taarifa kuhusu uchunguzi huo. Urusi imeonyeshwa kuvunjwa moyo na uchunguzi unaoendeshwa na, na baadhi ya mataifa ya kigeni yenye nguvu kuhusiana na milipuko hiyo iliyotokea Septemba mwaka 2022 katika mabomba hayo kusafirisha gesi ya Urusi kuelekea Ulaya Magharibi. Mwisho wa habari za ulimwengu.